Mlango wa tisa. Hivyo Israeli wote walihesabiwa kwa nasaba, na tazama hizo zimeandikwa katika kitabu cha wafalme wa Israeli na Yuda. Wakachukuliwa mateka mpaka Babeli kwa sababu ya makosa yao. Basi wenyeji wa kwanza waliokaa katika hozi zao katika miji yao walikuwa Israeli na makuhani na walawi na Wanethini, na huko Yerusalemu Walikuwa wakikaa baadhi ya wana wa Yuda na wana wa Benyamini na wana wa Efraimu na Manase. Uthai mwana wa Amihudi mwana wa Omri mwana wa Imli mwana wa Bani, na wana wa Peresi mwana wa Yuda na wa Washiloni, Asaya mzaliwa wa kwanza na wanawe, na wa wana wa Zera Yeueli, na ndugu zao watu mia sita na tisini na wa wana wa Benyamini Salu mwana wa Meshulamu mwana wa Hodavia mwana wa Hasenua na Ibnea mwana wa Yerohamu na Ela mwana wa Uzi mwana wa Mikri na Meshulamu mwana wa Shefatia mwana wa Reueli mwana wa Ibnia na ndugu zao sawasawa sawa na vizazi vyao watu mia kenda na hamsini na sita. Watu hao wote ndio waliokuwa wakuu wa mbari za baba zao kwa kadiri ya mbari za baba zao. Na katika makuhani Yedaya na Yehoyaribu na Yakini na Azaria mwana wa Hilkia mwana wa Meshulamu mwana wa Sadoki mwana wa Merayothi mwana wa Ahitubu, mkuu wa nyumba ya Mungu, na Adaya mwana wa Yerohamu mwana wa Pashuri mwana wa Malkia na Maasai mwana wa Adieli mwana wa Yazera mwana wa Meshulamu mwana wa Meshilemithi mwana wa Imeri, wakuu wa mbari za baba zao pamoja na ndugu zao watu elfu na mia saba na sitini, watu wenye ustadi waliofaa sana kwa kazi ya huduma ya nyumba ya Mungu. Na katika Walawi, Shemaya mwana wa Hashubu mwana wa Azrikamu mwana wa Hashabia na wana wa Merari, na Bakbakari na Hereshi na Galali na Matania mwana wa Mika mwana wa Zikri mwana wa Asafu na Obadia mwana wa Shemaya mwana wa Galali mwana wa Yeduthuni na Berekia mwana wa Asa mwana wa Elkana waliokaa katika vijiji vya Wanetofathi. Na katika mabawabu Shalumu na Akubu na Talmoni na Ahimani na ndugu zao na Eshalumu alikuwa mkuu wao, ambao tangu hapo walikuwa wakingojea penye lango la mfalme upande wa mashariki. Hao ndio waliokuwa wangojezi wa rago la wana Walawi. Na Eshalumu mwana, mwana wa Kore mwana wa Ebiasafu mwana wa Kora pamoja na nduguze wa mbari ya babaye Wakora walikuwa wakiisimamia kazi hiyo ya huduma wenye ungojezi wa malango ya maskani, na baba zao walikuwa wamesimama matuo ya Bwana, wakiyalinda maingilio. Naye Finehasi mwana wa Eleazari alikuwa mkuu wao hapo zamani, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Zekaria mwana wa Meshelemia alikuwa bawabu mlangoni pa ile hema ya kukutania. Hao wote waliochaguliwa kuwa wangojezi wa malango walikuwa watu mia mbili na kumi na wawili. Nao wakahesabiwa kuwa nasaba katika vijiji vyao, ambao Daudi na Samweli huyo mwanaji walikuwa wamewaweka katika kazi yao waliyoaminiwa. Basi watu hao na wana wao walikuwa na usimamizi wa malango ya nyumba ya Bwana, yaani nyumba ya maskani, kwa zamu. Hao wangojezi walikuwa hapo pande zote nne, kuelekea mashariki na magharibi na kaskazini na kusini. Na ndugu zao katika vijiji vyao wakaaminiwa kuingia kila siku ya saba zamu kwa zamu, ili kuwa pamoja nao. Kwa maana wale wangojezi wanne waliokuwa wakuu, nao ni Walawi, walikuwa na kazi ya kuaminiwa tena walikuwa juu ya vyumba na juu ya hazina katika nyumba ya Mungu. Nao wakalala kando kando nyumbani mwa Mungu, kwa kuwa ulinzi wake ulikuwa juu yao, nayo ilikuwa kazi yao kuyafungua malango asubuhi baada ya asubuhi. Na baadhi yao walikuwa na ulinzi wa vyombo vya huduma, kwani huingizwa kwa hesabu na kutolewa kwa hesabu vile vile. Na baadhi yao waliamaniwa kuviangalia vyombo vya nyumbani na vyombo vyote vya patakatifu na kuwa juu ya unga safi na divai na mafuta na ubani na manukato. Na baadhi ya wana wa makuhani waliweka tayari machanganyiko ya manukato. Naye Matithia Mlawi, mmojawapo aliyekuwa mzaliwa wa kwanza wa Shalumu Mkora, aliamaniwa kazi ya kuviangalia vitu vile vilivyokuwa kaangoni. Na baadhi ya ndugu zao wa wana wa Wakohathi walikuwa juu ya mikate ile ya onyesho ili kuiandaa kila Sabato. Tena hawa ndio waimbaji wakuu wa mbari za baba zao katika Walawi, ambao walikaa vyumbani, kisha walikuwa hawana kazi nyingine, kwa kuwa walitumika katika kazi yao mchana na usiku. Hao walikuwa wakuu wa mbari za baba zao katika Walawi katika vizazi vyao vyote watu wakuu, nao walikuwa wakikaa huko Yerusalemu. Basi huko Gibea alikaa babaye Gibea, jina lake Yeieli, na jina la mkewe aliitwa Maaka, na mwanawe mzaliwa wake wa kwanza alikuwa Abdoni, na Suri, na Kishi, na Baali, na Meri, na Nadabu, na Gedori, na Ahio, na Zekaria na Miklothi na Miklothi akamzaa Shimea. Hao nao walikuwa wakikaa pamoja na ndugu zao huko Yerusalemu kuwakabili ndugu zao. Na Yeneri akamzaa Kishi na Kishi akamzaa Sauli na Sauli akamzaa Yonathani na Malkishua na Abinadabu na Eshbaali. Na mwana wa Yonathani alikuwa Meribali na Meribali akamzaa Mika. Na wana wa Mika Pithoni na Meleki na Tarea na Ahazi akamzaa Yara na Yara akamzaa Elemethi na Azmawethi na Zimri na Zimri akamzaa Mosa na Mosa akamzaa Binea na mwanawe huyo alikuwa Refaya na mwanawe huyo ni Eleasa na mwanawe huyo ni Aseli naye Aseli alikuwa na wana sita ambao majina yao ni haya: Azrikamu na Bokeru na Ishmaeli na Shearia na Obadia na Hanani. Hao wote walikuwa wana wa Aseli.